0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kwa kituo chako bora kabisa cha habari. Karibu katika kipindi cha Magazetini leo ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na dakika thelathini asubuhi, yaani saa moja na nusu. Na kwa sababu leo ni wikendi, basi e, tumeutangulia muda kwa dakika kadhaa, ili kuhakikisha magazetini leo inakufikia mapema tu na kukupa nafasi baadaye ya kuweza kuendelea na majukumu mengine popote hapo ulipo, karibu sana. Kama bado si mdau wa Sauti Kuu TV Online, unaweza kuwa mdau wetu sasa kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele pia. Jina langu naitwa Dorcas Daniel Pando, mitambo mwenzangu ni Freedom Richard, ambaye kwa pamoja tunahakikisha e, matangazo haya yanakufikia kwa wakati popote hapo ulipo ukitizama picha ngavu pamoja na sauti ambayo inasikika kwa mawimbi kasi mazuri. Hasa karibu, wengine huniita double D, si mbaya e. Leo tutaangazia sehemu mbili tu, kama ilivyo ada ya e, magazetini leo. Sehemu ya kwanza kwa ajili ya habari za kitaifa na za kimataifa, sehemu ya pili ni kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Hivyo tutaanza na sehemu hii ya kwanza ya habari za kitaifa na kimataifa. Ninalipa kipaumbele gazeti Mwananchi asubuhi ya, ya leo. Habari yake kuu inasema simanzi kijiweni. Kwa nini? E, ajali ya lori yaua bodaboda watano. Simanzi kijiweni, ajali ya lori yaua bodaboda watano. Habari hii imetajwa zaidi katika ukurasa wa tatu ikiambatana na habari picha ikionyesha picha ya tukio hilo pamoja na wahanga walioko hapo na askari wa jeshi haya. Uh, uh, kumradhi trafiki eh, uh, usalama barabarani, askari wa usalama barabarani. Uh, sasa naondoka hapo nikiangazia habari nyingine. Habari nyingine nasema eh, uh, ubunge wa spika Zungu wapingwa mahakamani. Kulikoni maji bado kizungumkuti, DAWASA yataja mikakati. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti e, Mwananchi. Hatimaye polisi yakiri kumshikilia Mwambe, vile vile gazeti hili limeandika baada ya jenzii e, alfa macho yote kwa beta. Haya bwana, hayo ni kwa mujibu wa gazeti Mwananchi asubuhi ya leo tuangazie gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Habari kubwa inasema Dr. Mwinyi eh, tuonge, tuongeze ushirikiano kuinua utalii, akabidhiwa tuzo ya kimataifa ya kituo bora cha utalii. Habari hii imeambatana pia na habari, picha ikimwonyesha eh, Dr. Mwinyi mwenyewe pamoja na huyo na, anayemkabidhi tuzo na tuzo yenyewe anayokabidhiwa tuendelee kuitunza amani, ni kauli yake. Pia habari ya ukurasa wa pili unaeleza nchi iko salama na shwari, vilevile DCP Misime anazungumza hayo. Serikali yaahidi kuwawezesha vijana kujikabili soko la ajira. Wadau wapongeza vyama kuwapa nafasi wanawake wengi uchaguzi ishirini ishirini na tano. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi naondoka hapo eh, nikiangazia gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Habari iliyokolezwa wino inasema Chongolo watoa matumaini kwa wakulima, asisitiza miradi ya umwagiliaji itakamilika kwa wakati na kuleta eh, tija. Habari kamili kurasa ya pili. Mavunde ampa siku saba katibu mkuu wizara ya madini kulikoni. Walipa kodi wapewa angalizo la madeni baa yafungwa Babati kwa kutiririsha kinyesi mtaani. Baa yafungwa Babati kwa kutiririsha kinyesi mtaani. Habari hii utaipata katika gazeti Taifa Tanzania. E, uzalendo kwanza Gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge limeandika uhaba wa maji daa mtendaji mkuu wa Dawasa aweka wazi asema uzalishaji maji wa shuka Ruvu chini hadi lita milioni 50 kwa siku toka lita milioni 270 lakini vile vile ameeleza sababu kupungua kwa maji anika mikakati kukabiliana na hali hiyo atoa neno kwa wananchi. Kurasa wa tatu unaeleza ulega mbana mkandarasi daraja la Mkuyuni. Habari hii pia imetajwa hapa, huku serikali yatoa vibali ajira mpya 41,500 ni habari ambayo imepatiwa nafasi hapo. Habari nyingine inasema Dkt. aquilapo au waasa wahitimu kuepuka maovu, kwa mujibu wa gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Ni tupia macho ya gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika aweso awatusha kibarua Dawasa, habari kurasa wa pili. E, Jenista kuagwa leo kuzikwa Jumanne. Jenista kuagwa leo kuzikwa Jumanne. Utumishi kwa changamka, serikali kubana wazembe kazini, yatangaza ajira mpya arobaini na moja elfu na mia tano kaya masikini milioni moja zaondolewa. Tasafu, habari hii imetajwa katika ukurasa wa pili wa gazeti habari leo, eh, gwiji la habari Tanzania. Polisi yataka amani iimarishwe, eh, tunamchunguza Mwambe polisi hao, hao. habari zaidi ya ukurasa saba. Watano wafa gari likigonga kijiwe cha bodaboda mvua -boda. E, yaizua nyumba kaya 37 za kosa makazi, huku habari nyingine inasema bilioni 37.5 kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Ni habari pia ambayo imeelezwa e, katika gazeti ya Habari Leo, Gwiji la habari Tanzania achilia mbali gazeti hilo, gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu, kama ambavyo mimi ninaipa ya kwangu kipaumbele asubuhi ya, ya leo. Habari iliyokolezwa wino hasa inasema bwawa la maji Kidunda kukamilika mwakani litakuwa na uwezo wa kuhifadhi lita bilioni 190. E, litaondoa tatizo la maji mikoa ya pwani na da, e, mikoa ya pwani na Dar es Salaam. DAWASA yaeleza mikakati ya muda mfupi na mrefu kutatua kero ya maji. Swala la maji limekuwa kizungumkuti hasa katika jiji la Dar es Salaam. Kwa wiki za wiki jana pamoja na wiki hii pia hali si shwari. Haya, waziri Sangu aipongeza PSSF kwa kufikia thamani ya trilioni 12.55, aimwagia sifa kwa kulipa mafao kwa wakati. Habari nyingine nasema Jenista Mhagama kuzikwa Disemba 16 huko Mbinga. Polisi yakiri kumshikilia waziri wa JPM, kwa uchochezi. Habari hii imetajwa katika gazeti Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu, kamata nakala yako kupata habari kwa kina ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha. Asubuhi ya leo tuangazie Nipashe. Nipashe limeandika polisi tunamshikilia Mwambe, tuhuma za jinai. Polisi yakiri kumshikilia Mwambe tuhuma za jinai. Habari imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili gazeti Nipashe. Dawasa taje chanzo uhaba wa maji da, ugonjwa wa kichocho tatizo linalowakumba wakazi wa Ukerewe. E, lori la paramia kijiwe cha boda la ua watano. Serikali kuanza usajili leo ajira elfu kumi na mbili zilizotangazwa NIMR ya baini e, usugu vimelea vya UTI pamoja na matumizi ya antibiotic, habari ambayo imetajwa katika gazeti ni Pashe. Mwanga wa Jamii, unaweza kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii kupata habari kwa kina ama e, kukamata nakala yako mkononi mwako. Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, limeandika dawasa yataja chanzo uhaba maji Dar es salaam miongoni mwa habari zinazoshika hatamu katika magazeti kadha wa kadha ni pamoja na hii ya uhaba wa maji katika jiji la Dar es Salaam. Ni kuchelewa kwa mvua za vuli. Uhaba mvua za masika yaanza kuchimba visima vya uzalishaji maji. Waziri Aweso asimamisha vibali watumiaji wengine. Habari hii imetajwa katika gazeti Raia Amzalendo, ukweli na uwazi kicheko wastaafu wanachama api, e, sasaifu, thamani ya mfuko e, thamani ya mfuko wao ya paa kufikia trilioni kumi na mbili. Haya, nyota ya, Mbosso, ya, zidu, e, nyota ya Mbosso kumradhi, nyota ya Mbosso yazidi kung'aa. Kuongoza bodi ya TANESCO Kituo cha gesi asilia Mlimani City kuhudumia magari 800 kwa siku. Ni wajibu watu kulipa kodi ili nchi jitegemee, TRA hao wanaeleza kabla ya kuanza msako msako. Haya, mwananchi huru gazeti limeandika, thamani mfuko wa PSSSF yazidi kupaa, waziri sangu waupongeza kwa kufikia thamani ya trilioni 12, mkurugenzi mkuu ahidi uadilifu. Dawasa yaja na mwarobaini shida ya maji da kuanza utekelezaji gridi ya maji ya taifa itatoa maji mto Rufiji kujadaa pwani pamoja na Lindi. Jenista Mhagama alianguka ghafla akapoteza fahamu, kauli ya mchengerwa. Haya, Dokta Mwinyi anataka vijana kuchagua marafiki wema. <laughs> walipa kodi watakiwa kumaliza mwaka bila madeni ya kodi mujibu wa gazeti Mwananchi. Mwananchi Huru haya Gazeti Uhuru, ukweli daima. Kishindo cha anza ahadi za rais Samia, habari hii imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Dokta Nchimbi kuongoza kuagwa Jenista, rais dokta Mwinyi ahimiza amani. Vilevile habari nyingine inasema lori la paramia kijiweni la ua bodaboda watano, upatikanaji maji daa sasa eh, kwa usawa, mlemavu asiye na mikono mwenye ndoto za kuwa mwanasheria nguli, habari ambayo imeelezwa katika gazeti Uhuru, uh, ukweli daima. Unaweza kupata nakala hiyo mara moja. Kupata habari zote kwa kina ama kidijitali zaidi, tembelea kurasa za mitandao ya kijamii. Nitupie macho yangu uh, kunako gazeti Sauti yetu. Gazeti hili limeandika mwenda awafunda wadau wa kodi, usaili ajira mpya elfu kumi na mbili kuanza leo. E, tutakamilisha miradi ya umwagiliaji ilete tija, ni chongolo huyo. E, ukurasa wa pili unaeleza habari hiyo. Tanzania yetu fahari ya Mtanzania, gazeti limeandika serikali kuongeza ufanisi mifumo ya kidijitali habari e, imetajwa katika gazeti Tanzania yetu, serikali kuongeza ufanisi mifumo ya kidijitali uzalishaji maji wa shuka kutoka eh, lita milioni 270 hadi lita 50 kwa saa. Habari hii imetajwa hapo eh, Mchange ataka ataka Chadema ichunguzwe vurugu za Oktoba <gulia> 29. Haya, jeshi la polisi da la thibitisha, kumshirik eh, jeshi la polisi da la thibitisha eh, kumshikilia waziri wa zamani Mwambe. Mwandishi hapa ametaka kunipeleka chaka. Haya, gazeti Tanzania yetu Fahari ya Mtanzania inaandika habari hiyo kwa kina. Unaweza kukamata nakala sasa kupata habari hizo, ama kuondoa utata wa habari inayokutatanisha katika ufahamu wako baada ya kuisikia. Na zaidi, unaweza kutembelea kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii ambako unaweza kuzipata habari hizi kwa undani zaidi. Magazetini leo ni kipindi ambacho kinakujia hewani kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Afrika ya Kati ikiwa saa kumi na mbili na nusu, na hapa hivi sasa e, tayari ni dakika thelathini na sita, kwani leo nilikuwa mbele ya muda kidogo, kwa sababu ni weekend na tamani kwa kupatia nafasi ya kuendelea na majukumu yako mapema tu hivyo tupate mapumziko mafupi. Nikirejea hapa, mtazamaji, tutaangazia kunako habari za kimichezo na burudani, kisha kutamatisha magazetini leo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 0678813891. Na mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo, iliyo na machache zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa hapa. Tunaangazia tu e, yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala tofauti za magazeti na yamethibitishwa na wahariri wa magazeti hayo kuwa yafaa kwa umma. Kazi yangu ni kukusogezea tu. Kama ndio kwanza unaungana nami, bado hujachelewa, na kama ndio mara yako ya kwanza kuungana nasi leo, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, ndio ambaye ambaye ninakuangazia magazetini weekend hii. Tuanzie ukurasa wa mwisho sasa wa gazeti Zanzibar Leo, michezoni, gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi mgeni rasmi Africa Federation Sports Festival. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti hili. Malindi yazidi kutepeta, unaambiwa Simba yatumia mapumziko ya ligi kujitathmini. Shirikisho la riadha laweka mkakati wa mbio ndefu. Habari hizi utazipata katika gazeti Zanzibar leo ukurasa wake wa mwisho, gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza michezoni. Kamwe adai waandishi wa habari za michezo hawatendei haki ligi kuu kulikoni. Eh, kamwe adai waandishi wa habari za michezo hawaitendei haki ligi kuu. Jemedari Said asema hili ni, eh, hili swala ni mtambuka. Tatizo kweli lipo kwenye Media. Ratiba na nyakati za mechi 52 za Afcon nchini Morocco zimetajwa katika nakala hii. Wadau wa michezo waishauri serikali kuwapongeza faru weusi. Habari hii vile vile utaipata katika gazeti Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, michezoni. Achilia mbali nakala hiyo, nakala ya gazeti wa Machinga Sporti imeandika Boyeli atajwa kumpisha mtikisanyavu wa Angola Boyeli, Boyeli atajwa kumpisha mtikisa nyavu wa Angola. Kocha Mali aenda na Diara Afcon. Baresi ajiandaa kutua KMC. TRA united akili yote kwa Chasambi. Habari nyingine michezoni hapa inasema Twiga Stars yapaa kwa ubora viwango vya FIFA. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho Uh, gazeti wa Machinga uh, Sporti. Sasa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania: kocha mpya Simba mwisho wa mwezi, Gamondi ya yaahidi matokeo mazuri Afcon. Twiga Stars yapanda viwango vya FIFA. Uh, BMT, TFF kupeleka mashabiki Morocco. Uh, vile, vile ukurasa wa 21 wa gazeti hili Unaandika undani wa habari inayosema BASATA ya mpongeza Miss Africa International habari, ukurasa wa 21 gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania. Naondoka hapo mtazamaji eh, nikiangazia ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti Uhuru ukweli daima likiandika msauzi wa Hispania wachuana ukocha Simba huko msauzi kule Uhispania, nani atachukua kijiti hicho? E, tutajua siku za usoni. Hawa wawili wachuana ukocha Simba. TFF BMT wanaogesha safari mashabiki Afcon eh, Afcon 2025 habari eh, ambayo imeelezwa vilevile katika gazeti eh, katika gazeti Uhuru. Nabo uh, Masagaia watoa neno, Stars timu ya taifa ya wanawake under 15 ilivyotingisha Sekafa. Ni habari ambayo imeelezwa katika eh, katika gazeti Uhuru, Ukweli Daima, ukurasa wake wa mwisho; unaweza kujipatia nakala kupata habari kwa kina. Sasa Asubuhi ya leo tunahitimisha hivi magazetini, leo tuangazie gazeti la kimichezo na burudani pekee lisilochangamana na habari nyinginezo. Gazeti hili limepambwa ukurasa wake wa mbele na wino mweupe unaosema chuma kimebaki, mabosi wa mgomea Matola wampangia mkakati mpya Simba. E bana, mashabiki wa Simba nyie mnasemaje kuhusu Matola baada ya tetesi kadha wa kadha eh, ambazo tumezisikia kuhusu huyu jamaa, wengine wakidai ang'oke na wengine wakiendelea kumtaka asalie eh, katika klabu hii ya wanamsimbazi. Chuma kimebaki, mabosi wamgomea Matola wampangia mkakati mpya Simba. Kama huna hela hugusi, hugusi nini? Kamata nakala yako <laughs> uweze kufahamu. Azizikia fichua mambo mapya. Aya, sawa. Ripoti ya Pedro ataka mashine mpya tatu, Yanga kwa Dube yeye freshi tu, naambiwa gazeti la kimichezo na burudani. Gazeti Mwanaspoti linaeleza habari hizi za kimichezo na burudani kwa kina tu nami ndio natamatisha hivyo magazetini leo, kutoka hapa kwenye studio zetu jijini Dar es Salaam Tanzania. Asante kwa nami kuanzia mwanzo hata tamati, mtazamaji, endelea kufuat, eh, endelea kutufuatilia kila itopo sasa, kila itopo leo, ifikapo saa mbili kamili za asubuhi ya leo, Sauti Kuu sports itakuwa hewani. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, kukamilisha matangazo haya upande wa mitambo asubuhi ya leo mwenzangu ni Uh, Freedom Richard, nikutakie weekend njema.